Asante sana, mimi naitwa Amos Mushiri, mkazi hapa mjini Nyeri, na hivi leo kama rais anaenda eh, kuongelesha taifa katika bunge eh, kuna mambo mawili matatu tungeweza nataka ku, ku, kuangazia mwanzo. Amekuwa ni rais wa uongo wa kudanganya wa Kenya na wakenya wote wanajua huyu ni rais wa uongo. Hakuna matarajio ya mageni ambao tunaongojea eh, waka, kwa wakati huu miaka mitatu hakuna kitu amefanya pale kazini. Kazi yake ni kushinda juu ya magari akiongea, akifanya kampeni za 2027 kwa hivyo siasa mingi wakati huu eh, alipatiwa kazi na wananchi awafanyie kazi, lakini wananchi hawaoni kazi yote, yote ambayo imefanywa. Tunajua kunaga vacuum katika

kuna ma, eh, project mingi zilikuwa zinaendelea wakati wa hiyo serikali ingine, akaahidi atatimiza na ata ata complete hizo projects. Maumau roads zilikwama, maneno ya SHA, aliharibu ile NHF ya mbeleni amerudi kwa SHA. Hii SHA haifanyi kazi. Tumeona yeye mwenyewe akitoa michango za maharambee kwa wale watu who is who na wale watu wa huku chini watafanywa nini? Kwa sababu SHA haifanyi kazi. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunataka aangazie na wache siasa mingi, arudi kwa kazi ofisi yafanyiwe wananchi kazi. Haya, uh, na asante sana Fatma, kama ulivyosikia hizo ni kauli za wakazi wa kaunti ya Nyeri, wameweza tu kuweka kinaga ubaga masuala ambayo wangetaja wangemtaka rais William Ruto kuweza kuangazia, uh, jioni leo katika makao uh, ama makao uh, makuu ya bunge. Akitaja tu masuala ya gharama ya maisha, uh, vile vile wametaka uh, rais kuweza kuangazia masuala ya elimu pamoja na masuala ya afya. Kutoka hapa katika kaunti ya Nyeri, sina la ziada, baadaye tutakuwa tunahusisha wananchi wengine tu kuweza kupata hisia zao, lakini kwa sasa uh, chukua usukani